Na, mtazamaji, na sasa basi ni kujuze kilichojiri katika michezo na burudani. Tuanze katika soka, Azam FC imerejea kileleni mwa ligi kuu Tanzania bara baada ya kupata ushindi wa ugenini dhidi ya Mgambo JKT ya Tanga. Magoli mawili yaliyofungwa na mlinzi wa kulia Shomari Kapombe yalitosha kabisa kuipa timu yake ushindi ambao umewafanya wafikishe pointi 39 baada ya kucheza michezo kumi na mitano. Hapa jijini Dar es Salaam, mnyama Simba amepata ushindi wake wa pili chini ya kocha mpya Jackson Mayanja baada ya kuilaza JKT Ruvu kwa bao mbili kwa bila. Magoli ya Simba yamefungwa na Hamisi Kiza aliyefunga goli lake kwa mkwaji wa penate na Dani Rianga aliyefunga goli la pili baada ya kuwazidi ujanja walinzi wa timu ya JKT Ruvu. Huko Shinyanga Stand United wameilaza Toto Africa ya Mwanza kwa bao mbili kwa moja huku Tanzania Prisons ikiilaza Coastal Union uh, ya Tanga kwa bao mbili kwa moja. Mechi ya mwisho ilipigwa huko Mtwara kwenye dimba la Nangwanda Sijaona, ambapo wenyeji Ndanda FC wamepata ushindi mnono kwa bao nne kwa bila dhidi ya Mbeya City.